Mpenzi mtazamaji, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 14 mwezi Novemba mwaka 2025. ni matumaini yangu hujambo, popote ulipo, na karibu kwenye taswira ya wiki ya runinga ya Alshifa. Mimi ni Mwanaisha Muhamed. Kumbuka unaweza kupata matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ikiwa ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ikiwa ni Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X ikiwa ni Alshifa Media Kenya. Hujambo na karibu na tukianza na taarifa kuu ni kwamba wakazi wa kaunti ya Kwale na Kilifi katika ukanda wa pwani wamefaidika na mafunzo ya jinsi ya kuripoti visa vya unyanyasaji na dhuluma za kijinsia. Mafunzo hayo yametolewa na kundi la wasichana 20 waliohusishwa katika utekelezaji wa mradi wa Hamasisha Dada kupitia shirika la utetezi wa wanawake la Akili Dada. Kulingana na watekelezaji wa mradi huo ambao wamekuwepo kwa miaka mitatu wakihudumu, imebainika kuwa visa vingi vya dhuluma vilikuwa haviripotiwi na waathiriwa kufuatia ukosefu wa mafunzo hitajika. Kufikia sasa wakazi zaidi ya 500 katika maeneo ya kaunti ya Kwale na Kilifi wamehamasishwa ifaavyo. Haikuwa swala uh, rahisi kwenda kwa jamii kuzungumzia kuhusu dhulma za kijinsia. There's a lot of fear, people are shying off despite yes people are experiencing watu wengi walikuwa victim wa gender based lakini ile kusimama na kusema truth this is happening to me haikuwa rahisi. Kufikia sasa, there is so much impact people can discuss boldly. We can have barazas, we can have um, engagement na watu katika jamii wanaweza kuzungumza kuhusu masuala ya gender based violence, they can share their experience, wanaweza sema jinsi gani, and even wao wenyewe ku develop strategy na mitigation measure towards their uh, uh, challenges wame experience katika gender based violence. Wanawake wengi katika jamii wamekuwa wakidhulumiwa kijinsia, lakini kutokana na mradi huu tumekuwa na ule wakati wa kukuwa na na one on one conversation na wamama wenzetu, na pia pia kuleta vijana pamoja, kuwaelimisha kuwaelimisha, huku ni kuongelea maswala ya accessing good service katika facilities both na pia services ambazo ni acceptable na ni zote kwa kila wanawake, kupitia kwa hawa young women wenye tuliwapatia that knowledge na skill ya kwenda ku um, make sure that kuna prevention ama kuna reporting ya gender based violence inafanyika. So um, kwa upande wangu naona tayari katika huu mradi venye ulikuwa designed ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba hizi cases ama hizi hivi visa vimepatikana pale nyanjani na vimeripotiwa kupitia uh, young women. Na tukielekea katika kaunti ya Lamu, ni kwamba wakazi wa kaunti hii wameitaka serikali kupitia Wizara ya Usalama kuondoa vizuizi vya polisi ambavyo vimekuwa kwa zaidi ya miaka kumi na moja katika eneo la Gamba na Sabaki katika barabara kuu ya kuelekea katika kaunti hiyo, wakivitaja kwamba havina manufaa yoyote. Mwanahabari wetu Joseph Lewa na taarifa hiyo kwa kina. Kenya ilianza Lamu, haikuanza Nairobi wala Mombasa. Leo fadhila zenu ni kutuwekea kafyu, mwatufanye watumwa katika nchi yetu wenyewe. Mwatufanye watumwa, ama mtu akiwa handa kitambulisho mpaka asumbuliwe. Wakiongozwa na Hussein Abdallah aliyekuwa meya wa mji wa Lamu, wamesema kwamba vizuizi hivyo vimesababisha uchumi kudorora kutokana na kuzuiliwa kwa bidhaa ambazo zimekuwa zikisafirishwa nje ya mji huo. Uchumi wetu ndio mashambani, kuanzia Garseni mpaka Bajunini mpaka Kiuga, ndio uchumi wetu, ndio tunapolipa simsim, ndio tunaolima maembe yetu, ndio tunaolima korosho yetu, ndio tunaolima pamba zetu. Uchumi umezorota. Leo mtu anachukua gari ya samaki, masamaki wanamuozea njiani, matani ya masamaki kwa sababu ya boda zilizoko pale jamii hiyo inasema vitendo vya maafisa wa usalama vya kuwakagua wanaosafiri kuingia au kutoka katika kaunti hiyo umekuwa kero, kutokana na vitendo hivyo vya kikatili wanavyovitaja wanapitia mikononi mwa maafisa wa usalama eneo hilo. Kenya ilianza Lamu, haikuanza Nairobi wala Mombasa wala haikuanza Kisumu. Kwa hivyo hii ni kaunti iliyoanzia nyinyi kupata hii nchi ya Kenya. Tukapigana siku zote, tukapigana na Waportugisi, tukapigana na watu wote kuwa na Mabriti kuwapatia ini nchi. Leo fadhila zenu ni kutuwekea kafyu, mwatufanya watumwa katika nchi yetu wenyewe. Mwatufanya watumwa ama mtu akiwa hana kitambulisho mpaka asumbuliwe. Sitwataka gari sekiwe, tumieni system, muangalie. Lazima muteremshe watu wote, wamama, wazee, wateremshe. Kwa nini? Hiyo si sawa. Aidha, wanasema tangu kuwekwa kwa vizuizi vizu hivyo hakuna mhalifu ambaye amepelekwa kotini, wakiweka bayana kwamba jamii yao ndio imekuwa ikipitia madhila leo ukifika gamba saa kumi na moja waambiwa rudhi, hujui utalala wapi garseni, hakuna hoteli, hujui utakula wapi, hujui gharama zako ziko vipi, waambiwa bila kutumia ni. Ukifiliwa leo, wezi kwenda kuzika kwa sababu gani? Imefungwa mahali pale, ikiwa miaka kumi na moja kweli. Hii boda, uh, hizi road block zimewekwa kwa sababu ya wahalifu. Mbona hatujaona on board hata mhalifu mmoja kupelekwa kotini? Ni kitambulisho kitamtoa ule mzazi, atolewe nje, anyanyaswe, atolewe lile begi lake, atolewe nguo zake, atupiwe chini, kisha ambiwe mwenyewe azikusanye aregeshe. Hii si haki. Hata hivyo, wamesema iwapo hatua za haraka zitachukuliwa wataelekea kotini ili waweze kudai haki zao kulingana na katiba. Wameongeza kwamba jambo hilo limeleta matokeo hasi, hasa upande wa uwekezaji katika kaunti hiyo. Hata investors ataogopa kuja kuinvest ku katika nchi yetu, ataogopa kuinvest katika counties. Tuna mawaziri mbalimbali mbali wa kutafuta trade na investors ambao waje pale Lamu County lakini wanapoona usumbufu ya wanati wenyewe wanalalamika, hao investors watakuja vipi iwapo sisi tayari tunawapatia wao symbolic ya kwamba hapa hakuna amani, na sivyo? Pale Sabaki ni njia ya kwenda Garissa, ni njia ya kwenda Tana River, ni njia ya kwenda Lamu Kaunti. Kwa hivyo naiomba serikali tena, naiomba hususa, wakati huu Rais Ruto utakuwa Mombasa hii, hakikisha kuwa roadblock imefunguliwa, sisi kama jamii na sisi tuwe tuna uhuru kama jamii zote zingine. Ikiwa hamtaweza kurekebisha, then the other solution we will go to court ya the... taswira ya wiki. Mimi naitwa Joseph Lewa, na tukisonga mbele ni kwamba raia wa Uholanzi Elwin Ter Horst aliyekamatwa wiki mbili zilizopita katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale, ameachiliwa huru bila masharti baada ya Mahakama ya Sheria ya Kwale kubaini kuwa hana uwezo wa kushtakiwa kwa sababu za kiafya. Hakimu mwandamizi wa Mahakama ya Kwale, Joy Mutimba, alitoa uamuzi huo leo baada ya kupokea ripoti ya daktari kutoka Hospitali ya Port Reitz hapa Mombasa, iliyoonyesha kuwa mshtakiwa huyo anasumbuliwa na ugonjwa wa bipolar na hali nyingine ya kiafya inayomzuia kujibu mashtaka. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Ter Horst alikuwa akikabiliwa na mashtaka manne, yakiwemo usafirishaji wa dawa za kulevya, kushambulia na kusababisha majeraha, uharibifu wa mali na kusababisha fujo na mwanamume mmoja kutoka eneo la Likoni hapa jijini Mombasa amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumtusi msichana mwenye umri wa miaka 21 akimtaja kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanawe aliyeripotiwa kutoweka. Abubakar Abud Miji alifikishwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Gladys Olimo na kusomewa mashtaka ya kumjeruhi Amina Mohamed mnamo Septemba 12 mwaka huu. Miji alikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi elfu hamsini. Kwa mujibu wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, miji alipaswa kushtakiwa pamoja na mkewe Nasim Salim kwa makosa mawili ikiwemo utekaji nyara. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kuwa hadi sasa mke wa miji hajafikishwa mahakamani licha ya ushahidi wa mwathiriwa na maagizo ya ODPP. Na kwa taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, ndipo tunapochukua mapumziko mafupi, lakini tutarudi na habari za kimataifa na za spoti. Usiende mbali. Namshukan mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama taswira ya wiki ya runinga ya Alshifa. Kumbuka, unaendelea kupata matangazo haya moja kwa moja pale kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, ikiwa ni Alshifa Digital Kenya; YouTube, ikiwa ni Alshifa Television Kenya; Instagram, TikTok na X, ikiwa ni Alshifa Media Kenya. Na kimataifa ni kwamba mpango wa chakula duniani WFP unaripoti kuwa zaidi ya watu milioni 21 nchini Sudan hawapati chakula cha kutosha huku vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF vikiendelea. Msemaji wa UN Stefan Dujarric amesema mapigano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea tangu Aprili mwaka wa 2023 yamezua janga kubwa la kibinadamu na ghasia zimeongezeka baada ya RSF kuchukua udhibiti wa mji wa El Fasha. WFP inasema timu zake zinaendelea kusaidia familia zinazokimbia licha ya maeneo kama El Fasha na Kadugli kukatwa kabisa na misaada. Haya yanajiri huku katibu mkuu wa UN Antonio Guterres akielezea wasiwasi mkubwa kuhusu taarifa za mauaji ya halaiki El Fasha na kuongezeka kwa ghasia katika Kordofana kufuatia mkutano wa pamoja kati ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Na michezoni, tukianza na hapa nchini Kenya, ni kwamba timu inayoshiriki ligi kuu nchini, Ulinzi Star wamepata pigo baada ya wachezaji wao watano kujiunga na kituo cha mafunzo ya wanajeshi Eldoret. Watano hao ni pamoja na Leon Levito Tieno, Felix Otieno, Fredrick Oduor, Joseph Omuse na Joseph Ochieng. Upande wa wanadada, Ulinzi Stars wamepokea pigo sawia baada ya vipusa wanne kujiunga na kituo hicho cha wanajeshi na kuwalazimu kusalia bila viungo wao muhimu hadi mwishoni mwa msimu huu. Na ugaibuni ni kwamba kocha wa Manchester City Pep Guardiola anaripotiwa kuange kubali kumuuza kiungo wake muhimu Rodrigo Hernandez kuelekea timu ya Real Madrid iwapo tu klabu hiyo ya La Liga itakubali mpango wa kumjumuisha Jude Bellingham katika dili hiyo. Taarifa zinaeleza kwamba The Citizen hawana mpango wa kumuuza Rodri, lakini Guardiola atabadilisha msimamo wake iwapo Los Blanco watakubali kumtoa Bellingham. Na Manchester United wanaongoza katika mbio za kumsajili beki wa Ujerumani Nico Schlotterbeck mwenye umri wa miaka 24 kutoka Borussia Dortmund. Na Chelsea wanajitayarisha kumfanya winga wa Brazil Vinicius Junior kwa mchezaji ghali zaidi duniani, ambapo wanapanga kutoa ofa ya yuro milioni 150 li kumnasa kutoka Real Madrid. Na klabu ya AC Milan wanavutiwa na mpango wa kumnasa fowadi wa Poland Roberto Lewandowski wenye umri wa miaka 37 ambaye anatarajiwa kuondoka Barcelona mwishoni mwa msimu huu. Hata hivyo, Milan watashindana na Fenerbahce ya Uturuki ili kumnasa mchezaji huyo. Na kwingineko ni kwamba mkufunzi wa Arsenal Mikel Arteta amezuia uwezekano wowote wa kumruhusu mshambuliaji wa Brazil Gabriel Jesus kuondoka The Gunners. Jesus amekuwa akikumbwa na majeruhi tangu ajiunge na timu hiyo akitarajiwa kurudi hivi karibuni ili kuongeza nguvu safi ya ushambulizi ya timu hiyo, na kwengineko ni kwamba Real Madrid wameweka mezani ofa ya yuro milioni sabini na tano kwa ajili ya kumsajili kiungo mshambuliaji wa Ujerumani Florian Wirtz kutoka Liverpool, ambaye hajaanza vizuri msimu wake akiwa na The Reds. Kulingana na jarida la Defensa Central, Los Blancos wako tayari kufanikisha dili hilo mwishoni mwa msimu huu. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka viwanjani, ndipo tunapotamatisha habari zetu za taswira ya wiki ya runinga ya Alshifa. Shukran kwa aleote, wale wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwemo mpiga picha wetu ambaye ni Mejuma Mdoe, mwelekezaji wetu ambaye ni Yasir Lewa, na wewe mpenzi mtazamaji uliyetenga muda wako kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Mimi ni Mwanaisha Mohamed, kwa heri.